Najua kuna vitu vingi sana ambavyo unatamani kuvijua, unatamani kuvisikia kutoka kwa Harmonize kwenye muziki wake and all that. Uh, leo tumepata nafasi ya kupiga naye story nyumbani kwake na hapa ni Konde Music Worldwide studio yake Konde Gang. So Ah, tuko naye hapa tupige stori. Naomba nikutoe hapa kidogo, nataka nikukumbushe ishu kidogo. Ongera bro, ilikuwa sho kali sana mwanako. So ilikuwa ya dakika mbili tu nyimbo kama, kama mbili tu uliuo sana ishu, ilikuwa ishu. Ukiacha before ya sho, ulitrend sana baada ya kufika pale The Moro, ukarekodi ile klip Mm -hmm. The Mora Hotel, ukarecord ile clip yenye gari za Diamond mm, ni kama bana ah, hizi gari zimepaa au zimefanya nini? Mm, mtu miongoni wa mwa watu ambao alitundisha yale magari ilikuwa ni, ni Harmonize, mm. Na ulienda viral sana lakini baadaye jioni ukamit na Diamond mkapeana mkono pale, kama issue yako baba kaue ya kawaida na nini, maneno kama hayo mm -hmm. Uh, wewe haukupost lakini baadaye ilianza kusambaa kwenye page blogs, lakini pia, kupost, brother. Yeah. Yeah. It's it's show up, nafikiri hili ni moja kati ya show za muda mfupi sana ulizowahi kuzifanya, yeah, yeah, ambazo zilikuwa na vibe sana. mm -hmm. Na ni show ambayo baadhi ya wasanii hawakushine kama vile ambavyo walitarajia, mm hasa -hmm. Mario ambaye ni mshikaji wako pia, mm -hmm. uh, ni, ni, ni, show ambayo ilikuwa na maneno mengi kwamba kuna sehemu fulani haikuwa kamili, sehemu fulani ilikuwa hivi. Kwako wewe, kwa experience yako wewe, kwe, kwenye ile cloud iliyokuwepo pale, show yako uliopiga ukatazama na nyingine ulizoweza kuziona, shida ilikuwa wapi hasa? Mimi, sio ni shida yote, mimi nadhani kila mtu anafanya tu kwa uwezo wake. mm -hmm. Now we have to know that kuna good days in the office na kuna bad days in the office. mm -hmm. mm -hmm. na ukiona mtu anaku wana, watu wanasema sana, basi maybe wamezoea kukona ukifanya wonders mm -hmm. Kuh, lakini pia wana sauti kwamba there's bad days in the office. Mimi sizani kama kuna mtu ambaye amefanya show mbaya na kuna mtu amefanya show amazing mm -hmm. that kila mtu amefanya tu kwa uwezo wake mm -hmm. yeah o, o, watu walikuwa wanazungumzia wana, swala wana, wana la live yeah. ya yeah, Mario la we la mm -hmm. mm -hmm. uh, mm -hmm. It was amazing. Me, sasa, live is just mentality. Mm.

Sasa ni mega imetengenezwa, watu wameua, so sasa ni mambo ya kukalili. Mimi sipendi mambo ya kukalili tu, kila mtu amefanya kwa uwezo wake na kila kitu kimeenda vizuri, show imepita, kila mtu ameperform, ameenjoy. Mimi naenjoy zote tu unazimada Of enjoyment ya msanii yote ni kuona cloud inafanya ina ina ina react, means kwamba inakuambia kwamba you doing good job. Kwa pote ambapo mimi nashangilia, doesn't matter kama anafanya live mm -hmm. au mm -hmm. anafanya acapella au anafanya playback, boss to me matter. Yeah, ni moja kati ya wasanii ambao wana ngoma nyingi ambazo hazijatoka bado. ila tunajua zipo, una collab nyingi sana na moja kati ya collab ambayo naamini watu wengi wanaisubiri ni ya kwako na Alikiba Uh, which is tunaambiwa tayari imefanyika. Wengine wanasema wengine wanasema haijafanyika, ni kweli tayari msharekodi kolabo yako na Alikiba mi sijui hiyo, niliipata kwa mwijaku, mi sijui hiyo, haujui kama mmerekodi au mjarekodi

mzigo konde, konde gani? <laughs> brother <karuka, katindia> <laughs> uh, <laughs> <laughs> yeah. Anapenda love kabisa, people living together, people enjoying their moments, mm. Mbona bwana So, yeah. Kwa, kwa, kwa miaka hii sarafina, namuona Harmonize kuchukua wiki ama unaweza jarusha dongo, I mean, kurusha dongo kinamna hivi mimi bwana mimi napenda tu kutumia Instagram yangu kwanza kuinspire mm -hmm. Jinsi pami mwenyewe, sometimes napenda utani, I'm just human beings. Nikiwa niko zangu nyumbani, mcheo mimi ni la ajabu kabisa, so sometimes napenda utani and all that, okay. na most of the time nakuwa vitu vingi navyoongea ambavyo, okay. vina asili yao yeah, vinakuwa vimaanisha short. So ukiniambia nimebadilika, na shukuru, alhamdulillah, growth inakuwa. Na miaka 31 sasa hivi ndiko na the same person wewe yeah. Yeah. Nice. Ni mmoja kati ya wafanyabiashara pia, pamoja na kuwa unafanya muziki lakini ni mfanyabiashara. Ulitutambulisha kampuni yako ya yeah. Bukua milioni if I'm not mistaken. Lakini sasa hivi Bukua milioni. Yeah? Niko yeah, like mm -hmm. sawa mimi kwangu nakuja kwenye label ya Konde Gang. Album? No, tunakuja kwenye album Konde Gang ina mm -hmm, msanii mmoja kifika muda kwa ku-introduce tutawaona, ujue hizi biashara inatakiwa ujifunze, ujue watu mm. Of course sisi tunatoka kiuni, tumetoka mtaani, tunajifunzia umu umu, unajua kabisa, hapa niliteleza hivi, hapa nilikosea hivi. Yeah. End of the day we get there. Okay. mm -hmm. Yeah, so, wasanii watakuwepo wengi, tutaonana. Unaona kichenba peke yangu kweli, inakuaje? <coughs> pongeza studio nzima, inakuaje peke yangu hii sasa? So kuna maiskiba atakuja tutaona. Soko -so la album kwa Tanzania unaliaminia sana kwa sababu ni mmoja kati ya wasanii ambao wako sensitive sana kwenye kuachia album. Yaani hutaki kujua soko liko sawa, haliko sawa. Yaani wewe unapiga yeah, vyuma vyuma unaachia album. Vyuma vyuma album. Unaamini sana kwenye soko la album. Oh, <laughs> <laughs> Ni siajua ni jibuje, ni soko la albamu vipi? Yani, unaona recently wasanii wamekuwa wagumu sana kutoa albamu mm, yani watu wanaachia kazi moja moja yani mm, labda EP kwa mbali ndio wamekuwa wakiamka sana, lakini wewe ni moja kati ya watu ambao wanaachia albamu tena yenye ngoma nyingi, pengine labda amemsikia na Mr Blue ngoma ishirini na mbili, anakuja na album ya namna hiyo. Wewe karibia kila mwaka unaachia album ambayo ina ngoma zilizoshiba kabisa ni kwamba katalogi yako ina, ina, unataka ijayo upande huo. I think I'm just, I'm too active na record sana, mm, I mean it just, the world need music. Kwa mdao tenek, nipata time ku record, na record, mm, music ni kitu ambacho kinakuja tu kichwani kwangu so. Tuzungumzie albamu hii inayokuja uh, albamu yako ambayo unaileta sasa kwa mbwembwe zote ambazo unazitaka zikae huko ndani. Kitu gani kipya tofauti na albamu zilizopita? Miziki mipya aina <laughs> <laughs> mpya za, za za muziki au miziki mipya <laughs> ni miziki mipya of course, different sounds we're gonna do something different mm -hmm. Najua watu watapenda, watanjoy yeah. Nakuuliza hivyo kwa sababu umemtaja Bob Marley kama mtu ambaye unamwangalia sana, unapenda sana maandishi yake. Sijawahi kukusikia hata kwenye rege huko, sijawahi kupata hayo maadhi kwa Harmonize. Alafu ujamaika unaupenda sana, sijui kwa engo ipi, lakini Jamaican boy. Yani ukimwona Harmonize unaweza ukasense ujamaika fulani ya Kongo ya mabrishi kwa jamaa. Hapana, Jamaika, Jamaika, I mean sio mtu ambaye namwangalia, rest in peace to Bob, man. Mm-hmm. Like, wakati wake alifanya vitu vikubwa sana his music. mm -hmm. Um, uh, in an inspire, uh, so lazima niimbe reggae, lakini kinacho inspire zaidi kama mm -hmm. uh, alivyosema mwanzo ni lyrics zake, more than instrumental, of course, mi napenda reggae kwa hiyo yanipa power, na mimi ni kabisa, mimi fine na mimi ni kabisa kwamba kumbe ukideliver message it's gonna be there forever. mm -hmm. Uh, Uh, mtasikilizo tazoeleka lakini, message ujumbe neno haliwezi kuzoeleka, mm -hmm. Kwa hiyo... <coughs> yeah. So azima nimberege album inakuja, producers ni wale wale tuliwazoea kila siku, B boy fulani fulani fulani, lakini kuna producers wengi. Kuna siku ulituwekea Esma wewe akapiga bridge kwenye moja kati ya ngoma ambayo ulishirikishwa na DJ7, aliingiza ali vi sauti fulani hivi, pengine kuna kuna mtu mwingine ambaye haimbi afanye nini, lakini kuna udambwi fulani hivi ambao umetokea kwenye hiyo album, au ni just normal album? So baya Sarafina wewe, Esma mwenye hata umjui, ni Esma wa wapi? Au huyo, ukisema hivyo watu wanaanza katafsiri vibaya. Safi. Kuna dada alihusika kwenye ngoma na wasai wengi tofauti tofauti, wapo kumi na nane. Yeah, ikija yeah. The the <laughs> kwenye suala la album Harmonize mwaka jana tuliachia album ya mziki wa Samia, uh, ambayo ilikuwa inahusika you know, mambo ya siasa tupu, mbali watu wengi walihisi labda unatengeneza album kwa sababu kampeni zinakuja uchaguzi. Utakuwa na nafasi sana ya kuperform kwenye masuala ya kampeni ya rais na nini and stuff. Labda wewe hatuku mimi sikuwe kuuliza ile swali kwako. Ah, mm -hmm. uh, hiyo album ilikuwa ni kwa ajili ya wewe kufanya kampeni au ilikuwa nini? Wanaozaa hivyo ni wale watu ambao wanaozaga kula kabla ya kulima. Wanaozaa kula? Wanaozaga kula kabla ya kulima. Ehe. Uh -huh. Unaona bwana. Kwao mtu anaanza kuangalia kampeni, angalie kazi unayofanya. Just sikiliza muziki umezungumza nini, naanza kuangalia kampeni. Anyway, it's fine. Kwani kuna ubaya gani ikiwa mi nimetengeneza albam kwa ajili ya kampeni? Lengo si ni kuwaelimisha watu na kuwaambia watu, especially vijana wenzangu, kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya ABCZ? Ukiwekea kwenye TV waangalii vijana sasa hivi, wawekia kwenye audio na kwa msanii wanaompenda ndo wasikiliza. So yes of course, watu waangalii sana on TV, vijana especially waangalii TV. So mi nilikaa, nikasema right, um I'm walking on a world cup amwokinma maalbum lakini, kama kijana mzalendo Tanzania, ni nafasi ya kutumia kipaji changu kuwakumbusha vijana wenzangu a uh, maendeleo au vitu ambavyo daktari rais wetu Samia Suluhu Hassan ameeshi mkuu anavifanya. Sasa kama nyimbo wanazipenda mtaani, watu wanaziimba, ndo nisite kwenye kampeni nisiziimbe? Lazima niche nikaziimbe. kwa, kwa, kwa, kwa mwaka elfu mbili ishirini na nne ambao mm -hmm. uliacha album, mi naamini kwako kimziki katika miaka ambayo umeanza kufanya mziki recently, mm. -hmm. ni moja ya mwaka mgumu sana. Mimi naamini huu ulikuwa na mwaka mgumu sana, kwa sababu hatu ukiangalia nyimbo za Harmonize mm. -hmm. uh, hazijapata numbers kama anavyofahamu Harmonize, na ndomaana hata umekubali kwamba huo mwaka haihusiani kabisa, haihusiani kabisa na mimi kufanya nyimbo uh, kufanya nyimbo za Daktari Samia Suluhu Hassan. Look, kuna watu washindwa kuelewa kitu kimoja. Kwanza mimi napenda kuongea vitu kwa evidence. Mwaka jana na mimi um, mwaka ku, kuwa na wimbo mkubwa. Kuna mambo mawili, kuna kuwa na wimbo mzuri na kuna kuwa na wimbo mkubwa. Kuwa na wimbo mkubwa unatoa kwanza wimbo mzuri <coughs> alafu unaupa time promotion strategy. <coughs> muda cha kwanza, sikiza vitu vitatu kufanya wimbo wim, mkubwa. Ukawaambia hmm? wasanii pale Mwaje? kwenye He, <coughs> kwenye rekodi, kufanya wimbo wim, mkubwa unahitaji muda. Prof, promotion Strategy. Strategy. Yani maana yake ni kwamba mipango, kwamba yani taka nipanye promotion, lakini promotion yangu naifanyaje? Mm. Taka nitumie tiktokers, taka niingie kama BBC dancers influencers hizo, si umenelewa? muda mm. ni kwamba umetoa wimbo sasa hivi, sindio? Mm. Nimepanga ni wimbo sasa m, nataka niupromote miezi minne kutokana na ratiba yako mm -hmm. Si ndio? Mm. Kwa maana mimi nimefanya uh, back to back uh, furaha nimefanya na mimi tu kwa sababu nimefanya furaha mi, ametoa mitu zote zinafanya vizuri, lakini pia nimetoa, because as soon as possible naacha album, so siwezi nikasema kwamba huu wimbo sasa huu ndo nimeushikilia ni mkubwa. I just want kila mtu ajue tu bana, okay sisi tumeupenda huu, tumeupenda huu, tumeupenda huu, na huu ndo tumeuchagua huu mkubwa, then go with that, si umeelewa. That's why I been back to back, kwa hiyo sasa mwaka jana um, Of course nilijua kabisa kwamba next year is going to be election, mm -hmm. Na ni jukumu langu mimi una uh, kama kijana Mtanzania mzalendo kuwakumbusha. Kama unakumbuka, nimefanya na Babishimonda kutoka Marekani, nimefanya na na Bien toka uh, Kenya hiyo yeah, nice. nice. <coughs> uh, uh, ni mwaka juzi baada ya uh, hapo iko ni mwaka juzi mwishoni baada ya hapo tumefanya away na Mario. Uh, before, before away faya baada baada ya kufanya meli tumefanya dharau dharau manya the biggest song

unaona hapo how many hits kwa sababu wimbo. Uh, kwa, kwa mfano mtu naweza kutengeneza nyimbo nne au <laughs> like, tano, hit, tano ni nyingi tu. Nyingi, nyingi sana. Kwa kwa mfano mtu ambaye ametengeneza wimbo um, ambao tunakonsida kwamba ni mkubwa Uh, kwa mwaka jana let's say tuseme labda, um, sawa, let's say tuseme Komasava, ukitoa Komasava, right? mm -hmm. Uh, tizani kama ana nyimbo zingine kubwa ambazo zinafikia hata nusu ya hivyo, si kwa ubaya. yeah, okay. Kwa sababu ndio maana narudi pale nakwambia kwamba ku, ku, ku, kuufanya wimbo mkubwa unahitaji muda, promo strategies kama ulivyofanya kwenye single again muda promo na strategies mm -hmm. Nisingeweza kuwa na hizo strategies wakati strategy yangu natengeneza album na nataka album nifanye, niikamilishe, ni launch. It's not easy, kwa uwezo wangu wa kawaida, kwa akili yangu ya kawaida, nisingeweza kufanikisha eti uh, Mheshimiwa Rais aje kwenye uzinduzi kwa album hata kama Thank you so much na tuwashukuru watu wote ambao wamefanikiwa hiyo swala, na pia tumshukuru mwenyewe kwa maamuzi yake ya dhati, kusema kwamba okay, nitakuwa kukubali kwamba nitakuwa mgeni rasmi kama unavyochukulia. So my whole strategy mwaka jana ilikuwa najua kabisa kwamba next year selection, kama kijana mzalendo mwanachama kabisa wa CCM ni jukumu langu kumwongelea daktari mwenyekiti wangu wa chama, na nikaona nitengeneza album ko strategi zangu zote zikuwa kwenye album na kiukweli, imekuwa successful nchi nzima, ikuwa pale Mlimani, sisi tumeonja album kiukubwa na album imeenda viral, sio mnaelewa? So it's like um kuna moja ama nyingine kufanya kuwa na wimbo mkubwa isingekuwa na isingekuwa rahisi hivyo, kwa sababu wimbo mkubwa <coughs> kushinda nyimbo zote unahitaji time. Okay. Strategy and promotion Okay. Yeah.